Karibu tena mtazamaji. Wakulima wa kahawa vijijini Gititu, Thageini na Wachuri huko Tetu kaunti ya Nyeri, wamelalamikia utepetevu wa asasi za kiusalama kuwasaka na kuwakamata watu wanaoendelea kuwahangaisha kwa kuiba kahawa mashambani kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, wakizomea kamati ya usalama ya eneo la Tetu mashariki kwa kulegeza kamba kuhusiana na biashara ya ununuzi wa kahawa mitaani. Wakulima hao wameelezea ya hofu yao kuwa wezi wataanza kuingia nyumbani na kuwapora msimu um, msimu wa mavuno utakapokwisha. Wakulima hao zaidi ya elfu mbili waliwataka maafisa hao kuwajibika mapema kabla ya mambo kuharibika zaidi. Kwangu so, hasa wanatumia design ya kupik ile yenye iko ready so anachuna leo anagojea after two days, anarudi tena so, ifikapo ile siku naenda kuchuna kahawa, hakuna kahawa In the last three weeks, I've lost about over 300 kgs. Na kunaonekana faktori nyingi zitafungwa kama itaendelea namna hiyo, kwa vile wakipeleka waki kwa hoka hoka, sio lazima apeleke kahawa kwa, kwa faktori hiyo, karibu naye anapeleka pahali ingine. Wazazi wanashinda maanake pahali y uh, wanapata pesa kutoka kwa kahawa kwa makondovia, kwa makadamia, sasa wanakuta hakuna kitu. Vijana, wasichana kila mtu anaiba na wengine wanafujafuja kahawa matawi, wanaenda kutorea uh, uh, kahawa nje ya chamba. Kwa hivyo tunaona hii ni shida ambayo inaweza kuleta uh, ukulima wa kahawa chini, na ndio uh, ule unatusaidia hapa katika eria hii.